Katika safari ya maisha kila mmoja wetu ana malengo, ndoto na matarajio makubwa. Hata hivyo, wengi wamejikuta wakichelewa kufanikisha kile wanachokitafuta. Wengine wanajikuta wakilia kwa kukosa nafasi fulani, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine kukosa ni neema. Katika makala hii tutajadili kwa kina sababu nne kuu zinazokwamisha watu wengi kufanikisha malengo yao, na pia jinsi ya kuzitatua ili kufikia mafanikio. Jambo la kwanza ni kukosa mtazamo chanya wa hasara. Watu wengi huamini kwamba kila wanachokikosa ni hasara. Lakini ukweli ni kwamba si kila kitu unachokikosa ni bahati mbaya kwako. Kuna nyakati kukosa jambo fulani kunaweza kufungua mlango wa fursa bora zaidi. Badala ya kulalamika kwa kile ulichokikosa, ni vema kujifunza kuchukulia hasara kama nafasi ya kujifunza au maandalizi ya kupata kitu bora zaidi. Jambo la pili ni kutokuwa na tabia sahihi za mafanikio. Moja ya sababu inayokwamisha watu wengi ni kukosa tabia au maadili ya mafanikio. Kipaji kinaweza kuinua juu, lakini ni tabia njema zitakazo kuweka juu kwa muda mrefu. Watu wengi wamepata nafasi kubwa lakini wakaishia kuzipoteza kwa sababu hawakuwa na nidhamu. Tabia muhimu kama nidhamu ya muda, nidhamu ya fedha, kujituma na kuwajibika ni msingi wa mafanikio ya kudumu. Ikiwa huwezi kusimamia pesa ndogo ulizonazo, hautaweza pia kusimamia kiwango kikubwa cha pesa. Ikiwa huwezi kuheshimu muda wako sasa, ni vigumu kufikia malengo makubwa kesho. Ni muhimu kufanya tathimini binafsi na kujiuliza, je, kuna tabia zangu ambazo zinanikwamisha kufanikisha malengo yangu? Kadri unavyoahirisha kubadili tabia hizo, ndivyo unavyoahirisha mafanikio yako. Jambo la tatu ni kukosa mwelekeo wa maisha au clarity. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii, wanakimbizana na maisha kila siku, lakini hawajui wanakoelekea. Wanajiendesha kama vile wako kwenye autopilot. Yaani maisha yanaendelea bila mwelekeo maalum. Hii ni hatari sana. Tofauti kati ya movement au harakati na progress, yaani maendeleo, ni kwamba harakati zinaweza kuwa zisizo na mwelekeo. Ilhal maendeleo yana malengo dhahiri. Ukikosa kujua unachokitaka utapoteza muda, nguvu na rasilimali kwenye vitu visivyo vya msingi. Sasa hebu tumia muda huu kujiuliza swali hili: mwaka mmoja kutoka sasa, ninataka kuwa wapi? Miaka mitano ijayo, natamani kuwa nani? Bila majibu ya maswali haya, ni rahisi kupoteza dira na kushindwa kufanikisha lolote katika maisha yako. Jambo la nne ni hofu ya kupoteza, yaani fear of losing. Hofu ya kupoteza ni miongoni mwa vizuizi vikubwa vya mafanikio. Watu wengi wanabaki kwenye hali hiyo hiyo ya sasa kwa sababu wanaamini hicho walicho nacho kwa sasa ni bora zaidi na wanaogopa kujaribu kitu kipya kwa hofu ya kupoteza. Lakini maisha ya mafanikio yanahitaji uthubutu. Kuna mambo huwezi kuyapata mpaka uwe tayari kupoteza baadhi ya vitu ulivyonavyo kwa sasa. Kuna msemo mmoja unasema ya kwamba, ikiwa utaogopa kuacha mwambao wa pwani, hutaweza kugundua bahari mpya. Kwa hiyo kama una ndoto kubwa usiogope kupoteza kidogo ulicho nacho. Usiogope kuwekeza muda, fedha au nguvu kwenye ndoto zako. Hatari ya kweli ni kubaki katika eneo la starehe, yaani comfort zone, bila kujaribu kufikia mafanikio makubwa. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho wa video hii, naomba nikukumbushe kila ambacho tumejifunza katika somo la leo, sababu nne zinazochelewesha mafanikio yako. Tumeona ya kwamba sababu ya kwanza ni kutoelewa kwamba kukosa kunaweza kuwa pia ni faida. Sababu ya pili, kukosa tabia za mafanikio, na sababu ya tatu kukosa mwelekeo wa maisha au clarity, na sababu ya nne na ya mwisho ni kuwa na hofu ya kupoteza. Sasa, napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni ipi kati ya sababu hizi nilizozielezea katika video hii inakuhusu zaidi? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Pengine hatua yako ya mafanikio inaanza leo kwa kutambua sababu hizi na kuanza kuzifanyia kazi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.